Mkali kwenye eneo la kutoa pasi za mwisho ambaye ni beki chaguo la kwanza ndani ya kikosi cha Simba, Muhammad Hussein Zimbwe Jr, inatajwa kwamba dili lake la kuongeza mkataba ndani ya kikosi cha Simba bado halijakamilika, huku timu nyingi zikitajwa kuwania saini ya nyota huyo ambaye ni chaguo la kwanza la Fadlu Davids ndani ya ligi namba 4 kwa ubora Afrika NBC. Mohamed Hussein ametoa jumla ya pasi nne za mabao katika mabao 52 ambayo yamefungwa na Simba, ambayo ipo nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, ikiwa imekusanya jumla ya pointi 57 kibindoni. Zimbwe alisababisha pia penati kwenye mchezo dhidi ya Dodoma Jiji uliochezwa uwanja wa Jamhuri Dodoma, dakika ya sitini na mbili ambapo penati hiyo ilifungwa na Jean Ahoua ikiwa ni penati ya kwanza kwa kiungo huyo mshambuliaji kufunga ndani ya ligi kuu Tanzania bara, na mpaka sasa amefunga jumla ya penati tano akiwa na mabao kumi na mbili kibindoni Mwamba Ahoua. Taarifa zinaeleza kuwa mabosi wa Simba wameanza kujadili namna gani wataweza kumwongezea dili jipya nyota huyo kwa kumuita mezani, lakini inatajwa kwamba wasimamiaji wa Zimbwe wamewambia mabosi wa Simba wasubiri kuanza mpaka msimu utakapogota mwisho, jambo ambalo limeongeza presha kwa mabosi wa Simba wakiwa wanaamini kwamba dau litakuwa kubwa ama atapata timu nyingine ambayo atakwenda kucheza. Nyota huyo mwenye uwezo wa kutumia miguu yote, wa kulia na kushoto akiwa ndani ya uwanja. Taarifa zinaeleza kuwa miongoni mwa timu ambazo zinahitaji nyota ya Zimbwe ni pamoja na Kaiza Chifu ya Afrika Kusini, huku beki huyo akiweka wazi kuwa anaamini Simba ni watu waelewa na ikifikia kwamba kuna dili litapatikana, basi watakaa chini na kuzungumza. Simba ni watu waungwana, naamini kama itatokea kuna dili ambalo linanihusu mimi, basi watakaa na kuzungumza vizuri na kuelewana. Chochote kinaweza kikatokea, kwa sababu mimi ni mchezaji na kazi yangu ni kucheza. Hivi karibuni alinukuliwa Zimbwe akisema kuhusu suala la yeye kuondoka ndani ya kikosi cha Simba, tusubiri na tuone kwa sababu bado muda bado upo na ligi haijagota mwisho. Sauti ya Lunyamadi zomliuka